Ndugu zangu, wewe unalipa bima, umewekewa kiwango, baadhi ya mama hulipiwi. Lakini tazama sasa, unalazimishwa ukatibiwe katika hospitali zao. Lakini tazama wanavyotengeneza faida kwa migongo ya afya zetu, wananchi, hasa watumishi wa serikali wanaokatwa fedha hizi, mwaka 2024 2025 20, mwaka wa fedha 2024 2025 mfuko umekusanya takriban bilioni 40 Lakini zilizotumika kuhudumia, kulipia wafanyakazi walioumwa ni bilioni kumi tu, panangapi, zimezidi hapo bilioni 30 hizo manake, ni milioni elfu thalathini. Ukitaka kuona uhalisia mwaka huo huo wa fedha 2024 2025 kwa miezi tisa ya mwanzo, robo tatu za mwaka, kuanzia Julai 2024 mpaka Machi 2025 mfuko ulikus, ulikisiwa ukusanye shilingi bilioni 48.24 mpaka kufikia Machi umeshakusanya bilioni 35.53 hiyo ni asilimia 74 lakini tizama, jinsi fedha anaokusanya huku, huduma haimfikie anailipa bima. Wamekusanya ngapi? Nimekwambiani bilioni 35.53, lakini zilizotumika hasa kulipia huduma za afya kwa wafanyakazi walioumwa ni bilioni 6.102. Kwa nini ndugu zangu? Kwa sababu wafanyakazi wengi hawajaridhika. Mtu inabidi awe na bima hii alolazimishwa kulipa, akatafute na ile bima ya bara, ili awe na chaguo lake akiumwa, fedha zote. Matokeo yake hizi fedha bilioni 34 ambazo ndo bakaa kwa mwaka mmoja tu wa fedha, bilioni 34 mfuko huu wa afya unasema ati umeekeza kwenye mabenki, umeekeza katika benki ya watu wa Zanzibar, PBZ, benki ya NBC na benki ya CRDB bilioni 34, fedha za wafanyakazi wanazokatwa kwa lazima kwa bima ya afya, na katika hizo vile vile bilioni nyingine kumi zinaambiwa ati zimewekezwa katika ule upuuzi wao waliokuwa wakitangaza dunia nzima na mabango wakiita sukuk, ambapo hakuna moja aliyosukuka, yote yameangamia. Hawa ndugu zangu hawana mipango, kama alivyosema wao, wakubwa wote wamekatiwa royal vip bima ya afya ya bara ya N